Ni mchezo wa aina gani tulikwenda uh, kushuhudia hapo jana uh, licha ya Young Africans kufanya uh, mabadiliko katika squadi yake ambayo ilianza chini ya kocha Roman Fos mm -hmm. Uh, mchezaji kama Mohamed Dumbia akianza, Andy Boyeli naye akianza, Ibrahim Baka akirejea, Israel Patrick Mwenda naye akirejea katika kikosi cha Young Africans. Andrew Kingamkono, ilikuwa mechi mm -hmm. mm -hmm yenye ubunifu ambao ilikutana na changamoto. Changamoto moja ya kwanza ilikutana nayo mechi hii, mm. tulikosa raha kabisa, ni uwanja. Uwanja ulikuwa na sehemu ya changamoto ya mechi hii, uzuri wa mechi hii, kwa namna moja au nyingine mm. uwanja naye ulichangia kuwa, kuwa kikwazo, kwa sababu ulionekana mpira hautembei chini, kwamba una mpira unadunda sana. Kwa hiyo wakati mwingine wachezaji wengi walikuwa wanafanya makosa kwenye kupiga mpira, kwa sababu ya mpira au, auji ukiwa umetulia tofauti na viwanja vingine kingine uwanja ulionekana kuwa mkavu sana, kiasi ambacho unaona, unajiuliza kwa nini wale wenye uwanja wa kumwagia maji kabla ya mechi kufanya uwanja uwe laini ili watu wakicheza wasi nani, majani yale yalikuwa kuna sehemu nyingine inaonekana kuna kama kunaanza kukauka. Kwa hiyo ni vizuri wenye viwanja wa mwagie mwagie maji kiwanja hiki na kiwanja cha Lake Tanganyika. Hmm, nimeona changamoto hiyo kwamba havimwagi maji kabla ya mechi, kwa hiyo inakuwa viwanja vigumu sana ina, ina hmm, ki na ina, inahatarisha maisha ya wachezaji. Kwa hiyo kingine kiuchezaji na wasifu Mbeya City Malale hamsini alijua udhaifu wa timu yake na ubora wa timu yake, akaja na mbinu akaweka basi lake vizuri. Kwa hiyo basi lake lilifanikiwa, mpango wake wa kujilinda saa zote ulifanikiwa, kwa sababu aliwazuia Yanga wasipige mashuti ya karibu kwa kipa wake. Kwa hiyo vijana walicheza kwa, kwa, kwa nidhamu ya hali ya juu ya mchezo katika dakika zote walizocheza mchezo huu. Unaona, Mbeya City walikuwa bora kwenye nafasi hiyo kuliko Yanga kwa sababu wao walijua uwanja wao wanaujua Kocha wa Yanga alisema kwenye mechi kabla ya mechi alisema kwamba yeye uwanja sio tatizo, aliuza kuhusiana na swala la uwanja, alisema kwake sio uwanja sio tatizo, kikosi chake kiko tayari kucheza kokote. Rashid, Yanga inacheza vibaya au Yanga haipati matokeo? Mbeya City walikuwa wako vizuri. Kwa nini tuione Yanga inalazimika kupata alama tatu kuliko Mbeya City usipate alama tatu? Kwa hiyo so kwangu mimi ndio maana nimesema kwamba inawezekana kwamba timu of course tunaachieve Mbeya City kwa plan, lakini ukasema haikuwa siku yetu, ndio maana nikasema Uh, mm, Yanga inacheza vibaya mm, au Yanga inacheza vizuri ama inacheza standard ila haipati matokeo katika <coughs> mechi kama ya jana mm, tuwasifia wapinzani. Yani majibu yako yote ni sahihi lakini mm, <laughs> tuwasifia wapinzani <pinzani. laughs> ndio wamefanya uh, okay, timu ambayo tuliipa kipaumbele kwenye kupata matokeo isipate, isipate matokeo kwa, kwa, maana ya gani, mm, kwa maana ya kwamba mpinzani uh, wa Young Africans ambaye ni Mbeya City alifanya kazi yake vizuri kwenye namna ya kuangalia ubora wa mpinzani na ubora wao uko wapi kwao. Alichopeleka, alipeleka mzani kwenda kuwa sawa kwao, akapunguza kufanya makosa, akapunguza pia kufanya kwa kwenda kudhibiti hatari ya mpinzani wake kwao, unachokitazama sasa unabaki na swali kwamba hivi ni Yanga ndo haipati matokeo au ni Yanga imecheza vibaya mm? Kwao manake wakati unajiuliza kwamba Yanga imecheza vibaya mm, au Yanga haina bahati wakati huo, hiyo Yanga haina bahati au Yanga imecheza vibaya, uje ukirudi upande wa pili, unaonaje? Je, wapinzani mm, wao walikuwaje?